Marehemu amepita kwenye kipindi cha kuugua kwa muda kidogo, lakini marehemu amepita kwenye kipindi ambacho mimi kama mwenyekiti nilikuwa sijui kama ana mume kabisa, lakini pia amepita kwenye hicho kipindi kigumu, nilikuwa sijui kama ana ndugu zake wa upande wa mwanaume. Sasa kuna vitu vingine lazima tuviseme ili kuwaponya watu wanaoendelea kuishi, na katika hii naomba mnisikilize vizuri. Anaitwa Anna Anosisye, ameishi kwenye mji wake huu tangu nilipomfahamu mimi kaja hapa akaniambia, mwenyekiti, baada ya kuojana naye, mume wangu amenitelekeza, ameniachia watoto sita wakiwemo watoto wa kike na wakiume. Niombe kama huyo mtu ambaye yuko hapa ndiye mzungumza, naomba aje hapa mbele. taomba utanisaidia kitu kimoja. Kweli huyu alikuwa ni mkeo. Maana kama kama kuna maiki mkeo wewe. Ndio. Tangu lini? Amekuwa mkeo tangu lini? Tangu lini? Mwaka elfu mbili Hmm. Hata muda alioa hakumbuki. Na umemwacha toka lini? Umwachia watoto wote sita, naomba nijibu, tangu mwaka gani mkeo umemwacha? Umekiri kwa kwamba ni mkeo. Hapana, nimemwacha yani nikuwa nakuja na kuondoka, sio kwamba nilimwacha miaka kama kama miaka miwili. Ndugu zangu wananchi, nafikiri mnasikia, miaka miwili? Sio kweli, umemtelekeza mwanamke. Haya, miaka miwili na watoto, alikuwa anakula nini na watoto? Baadhi ya watoto wameacha paka shule

kaniseme kitu kimoja kidogo, nimuulize ndugu yangu, kwa sababu huyu dada ni dada yetu na sali naye sisi. Huyu jamaa ana ndoa nyingine, hiyo ndoa aliona ni bora kuliko ndoa ya kwanza. Watoto aliwaacha kwa muda mrefu zaidi, kiasi huyu mama alikuwa anafanya kazi ngumu, alishe familia yake. Kumbe ana mume mwenye nguvu kama huyu. Tunasikia uchungu kama serikali itachukua maamuzi madogo, hatima ya watoto hatujui. Hatutaki watoto wale wao waje kuwa ombaomba. Naomba serikali, na namshukuru sana Tulia kwa kile alichokifanya juu ya hii familia, kwa sababu tulikuwa tunashindwa, tulikuwa kama kanisa tunafanyaje juu ya watoto. Kijiji chenye kinaelewa kwa muda mrefu, huyu jamaa aliona mke yule mdogo ndio bora basi, hata angekuwa anatuma hata matumizi. Hawezi, ana kiburi cha msingi. Atina watoto, ifanyike leo leo hapo, atazikwa saa hizi, kijiji kiamue, sio mimi, kijiji kiamue na serikali amue, nyumba na vitu vyote vibaki chini ya watoto, na jinsi gani ataweza kuitunza familia yake, ili iwe fundisho kwa sisi wote wanaume ambao tunaacha familia zetu. muombe zetumuombe, yani nikuombe kama serikali Chukueni maamuzi magumu, huyu bwana katafute sehemu nyingine ya kwenda kuishi, hapa babaki na watoto na nyumba aliowajengea mheshimiwa Tulia, lakini asija kafika hapa kaja kauza tena na hii nyumba. Ombi langu mwenyekiti, simamieni kama mwanaume mwenzetu ametudhalilisha wana. Kwa hiyo mimi niungane na wale wanaosema huyu mtu kwenye jamii hatufai, na ili aende na huko kwa mke wake ambaye amekaa naye kwa muda wote, wato kutelekeza watoto hapo, unaweza ukakuta huko hana hata mtoto. Akisema kwamba amemwacha Maraudia na miaka miwili na maana 2010 na, na, 23, na, na tatu mpaka ile 2025 baba, wewe ni mwongo. Ungekuwa tunaongea ukweli. Mimi Maraudia nimechota naye maji kwenye matoroli. Tunatoka na maji ng'ambo kule kwa Rika tunaenda kuchota maji mpaka kwa Balazia kule pale pale pale stendi ya Usangu kwa mbele kisima cha kwanza Uyole tunachota shilingi hamsini dumu moja tumechota maji huyu baba akiwa hayupo. Na sio kwamba huyu baba aliondoka na mwanamke ambaye hafahamiki mtaani, ni mtoto wa mtaani hapa tunamfahamu, ndiye aliyeondoka naye eh. Amemtelekeza mke, ameenda kujenga nyumba Saraga, naishi na bibi dogo. Hey! ametoka hapa ameenda Chunya, ana maisha yake huko mazuri tu, na huyo mke okay wake naitwa Enea Kasusu. Ni kweli kabisa huyu mwanaume, yani sio siri. kama walivyosema wengine, iwe hivyo hivyo, aondoke hapa Waselemani Mirege Lukama, ndugu mwenyekiti pamoja na wakazi wa, wana, Wagombe Kusini, mimi naomba mnisamehe, nimewakosea sana na nahisi hata mimi sistahili kuishi. Nisameheni sana. Hapana, sio kwamba natishia kwa hiki kilichofanyika, kwa hiki kilichofanyika anaomba mnisamehe sana sana sana sana, naombeni mnisamee. Ninamshukuru sana mama yetu Dr. Tulia Ackson Mwansasu kwa hali ya upendo aliyoonyesha kwenye mtaa wetu wa Gombe Kusini, Mungu ambariki sana. Ameonyesha moyo wa kujali, ameonyesha moyo wa upendo. Lakini mwenzangu na mimi asiseme miaka miwili, mimi nilikuwa karibu, na kama nabisha, mimi nimemwonya. Kama nabisha bisha hapa wakati mimi nipo hapa, maana kama mchungaji nimemwonya sana, hakunisikiliza. Amemtelekeza huyu mwanamke kwa muda wa siku nyingi. Ajili ya usalama wa ndugu yetu, naomba nirudie, kwa ajili ya usalama wa ndugu yetu. Huu ni msiba, kuna watu wengi na kila mtu ana mawazo yake. Tutamuomba kwamba asionekane kabisa eneo hili kwa ajili ya usalama. Nimesema kwa ajili ya usalama wake wa ndugu yetu tutaomba kwamba basi, kwa sababu tuliouguza sisi wanajamii, tuendelee kuomboleza wanajamii. Tutamalizia bila shaka, imeeleweka na yeye, bila shaka amenisikia. Nimesema kwa ajili ya usalama wake.